Mm. Hey, ila alikuwa ni wazee ambao ni maarufu, akija lazima hapo ndo mtoto, lakini akiona <coughs> anakuja hivyo ndio una kiburi una, una maake shidada uamki. Amki siku mbili umalize Manake unauliza kwamba huyo mzee ambaye lihatari, manake alikuwa ni mtu ambaye anajulikana sana, maarufu kwamba akija hivi lazima mwaikalibuk, lakini ukifanya kama ujamwona ukanuna na heshima. Hapo yaani ukimwachia kitu tunakuwa na heshima, lakini usipomwachia ilikuwa ni hatari. Hadi deni ule ndite vitu vingine basi nichiacha. Ah, yaani unachukua nyingine hizo. Umepotezwa. Unapotezwa. Ah, wazee kweli, lakini wazee kama wa sasa hivi hawapo sasa hivi. Hamna. Sasa hivi hamna. Walikuwa za zamani tu. Za zamani. Eh. Lakini sasa hivi ah, sasa hivi labda nyinyi hapo. Ah, sababu mtu hawezi kumwangalia kwa sura. Unaweza kukuta mzee fulani, lakini maarufu. Unaweza kusema mwana.

kama uongo lakini, unapiga hodi ona tetemeka wewe, mzee. Ndio kweli, kwa hiyo yupo huko anapiga hodi kitu na yeah. <laughs> mwachia kule <laughs> sasa, unachokiogopa sasa nini?

agsawaa wazee wa zamani wanaagua kweli, hawafanyi uongo, hawatapeli hela kweli. Kama saivi mganga nani hapa mbae amebakia, aba maarufu maarufu, lingunzu huu kidogo ndo maarufu maarufu, ukienda pande hizo

Basi awamundoeku kama, utaratibu wa kunywa hivi pombe ulikuwa na utaratibu ani ulioanzishwa au kama okay, mwingine akitoa hela kwamba hii ametoa, lakini na mwingine sana naye atanunua tu na mnakunywa wote hivyo. Ah, ulikuwa salama, eh, huwezi ukachukua uka kwamba mimi nikanywa ni? kwa yeah, hmm. ja, hmm. si, wote mpaka ikaisha akaniwekea na mimi na wewe, nalitaka shida ilikuwa ni lita au nini? kwa ni utaratibu tu, hata lita 2 lita 4 mnakuwa mnazunguka. Basi mzee, asante. Haya bwana. Eh, sibote, nitembee kwanza huko. Haya sana. Haya, haya, asante.